Raisi wa Marekani Donald Trump atishia, eh, kufanya oparesheni ya kijeshi katika nchi ya Nigeria ambapo Trump amedai kuwa Wakristo wanauawa kwa wingi nchini Nigeria na kwamba Marekani haitokubali hilo kuendelea kufanyika. Rais wa Marekani Donald Trump amerudia tisho lake ambapo ameweza kuongea kwa uchungu na kusema kwamba oparesheni ya kijeshi nchini Nigeria kufuatia mauaji ya Wakristo nchini humo inaweza ikaendeshwa muda wowote kupeleka wanajeshi wake huko katika nchi ya Nigeria. Hii ni baada ya ofisi ya rais wa Nigeria kupendekeza mkutano ili kutatua swala hilo. Alipoulizwa na waandishi na wa shirika la habari Ufaransa AFP iwapo anatafakari kupeleka majeshi Nigeria au kufanya mashambulizi ya angani, Trump alisema kuwa huenda mengi yakafanyika. Kiongozi huyo wa Marekani amedai kuwa Wakristo wanauawa kwa wingi nchini Nigeria na kwamba Marekani haitokubali hilo kuendelea kufanyika. Trump alitoa madai hayo kwa kuuawa kwa Wakristo Nigeria katika ujumbe aliochapisha katika mtandao wake wa Truth Social alipodai kuwa Wakristo wanakabiliwa na kitisho katika nchi hiyo hiyo ni idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Nigeria ambayo ina raia wengi Waislamu katika eneo la kaskazini na karibu idadi sawa na hiyo ya Wakristo katika eneo la kusini inakabiliwa na mizozo kadhaa ambayo wataalamu wanasema imewaua Wakristo na Waislamu vile vile. Hiyo ndo taarifa ambayo mpaka sasa inaendelea kusambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Haya yote aliweza kuiandika katika mtandao wake wa Truth Social. Donald Trump pia ameweza kuweka wazi kwamba na kuthibitisha mbele ya waandishi wa habari. Trump amesema Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi haraka na nguvu, ikiwa serikali ya Nigeria haitachukua hatua madhubuti kukomesha kile alichokiita mauaji ya kinyama ya Wakristo. if the the the the nigerian government continue to allow the killing of Christians, the USA may go into the now disgraced country guns blazing to wipe

Rais Trump amesema anaweza kuidhinisha oparesheni za kijeshi kupitia mashambulizi ya anga au hata kupeleka vikosi ardhini nchini Nigeria, akisisitiza kuwa hata sita kulinda uhuru wa dini popote duniani. Kwa upande wake, serikali ya Nigeria imesema inakaribisha msaada wa Marekani katika mapambano dhidi ya ugaidi, lakini imesisitiza kuwa hatua yeyote lazima iheshimu mamlaka na uhuru wa taifa hilo. Msemaji wa ikulu ya Nigeria, Daniel Bola, amesema mauaji yanayoripotiwa nchini humo hayawahusu Wakristo pekee bali raia wa dini zote, hivyo kauli ya Trump inatakiwa ichukuliwe kwa tahadhari. Nigeria inathamini ushirikiano wa kimataifa, lakini hatuwezi kukubali tishio lolote linalodharau mamlaka ya nchi yetu. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kauli ya Trump inaweza kuwa njia ya shinikizo la kisiasa badala ya hatua ya haraka ya kijeshi, ingawa tayari masoko ya fedha Nigeria yameonyesha mabadiliko madogo kufuatia tangazo hilo. Kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi kwamba Marekani imeanzisha maandalizi ya vita, lakini Pentagon inaripotiwa kukagua chaguo mbalimbali iwapo agizo la rais litathibitishwa. Tutaendelea kukuletea taarifa zaidi kuhusu maendeleo ya sakata hili la kidiplomasia kati ya Marekani na Nigeria. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Blue House Media.